Hata ule jamaa alikwenda kule Tanga kule mchachaha ule msufi kule akaitwa Kenya kule wakaganda hapo hapo tu. Mwanamjua jamaa kijanduka pale kwa jamaa kaganda pamoja, tuataki kutoka mpaka tena akakasirika. Kitabu cha saba, kitabu cha saba na wewe ni inafanya kazi ya hapa, adawak zile zinaelezewa watu wanasoma soma kidogo inanipa historia moja, jamaa moja, kijana moja, kijana wetu moja, alkamasi lake zinaelezewa zile lugha za kishafi ambazo zimetumika mle, ambazo kama mnavyoelewa lugha za fikri ya kishafi inakuwa ni ngumu kidogo na istilahati zake. Wazee huko nyuma walikuwa wamesoma sana hizi

Alipotoa ali ali ile jambo taadili e ta kwa mtu mmoja, kwa rafiki mmoja, kwa rafiki, akenda kumshtaki polisi, ndio kumshtaki polisi. Anasema atanifanyia atanifanyia radi, atanipiga radi, atanipiga radi. Kijana, mtakupiga radi wewe? Basi yule mzee akenda kumshtaki polisi, kama anamshtaki kijana, kama anampiga radi Akauliza akauliza ule mzee, radi ni radi? mimi na family upanga, atanipiga mapanga huyu? ule kijana akaulizwa na askari, wewe radi unakusudia nini? nasema radi maana yake ni kumrejesha mtu katika usawa, na hadithi imekuja, maana amla maana amla amla laisa alayhi amruna, radi utarejesha katika haki. Mimi nakusudia kumrejesha katika haki. Ule askari akamwambia, ah, basi mzee, kubali kurejesha katika haki, eti sasa wajamaa, hawa unapozungumza radhi, unapozungumza jari wataadili, wengine wafahamu chochote na hapo. E, ni makombora ah, tu jamani, fani hizo, hizo ni fani maalum hizo, na jambo la kusikilisha taba za mashaike pia hawajui jari wataadili tu jamani, ingieni ni katika kuiangalia ya msala